Na mwini Baraka One TV ambapo unasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ikiwa ni tarehe ishirini na tisa za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano, majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuweza kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenye wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini: wazalendo waendelea kujinyakulia ushindi mkoani Kivu ya Kaskazini. Kinshasa: serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasikitishwa na ujio wa Joseph Kabila jijini Goma. Kivu ya Kusini: raia waombwa kuungwa mkono serikali na sio kuikashifu kipindi hiki cha matatizo. Kumbuka tu kwamba Opera Susadia mzalendo bado kunaendelea, na kama ndio kwanza naungana na Baraka One TV, tafadhali e, tumia namba zetu ambazo kunaziona hapo kwa skrini ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV na pia tembelea Baraka1 TV Channel 2 ili ukumbane na baadhi ya matukio ambayo yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko mkoani Kivu ya Kaskazini. Wazalendo waendelea kujinyakulia ushindi mkoani Kivu ya Kaskazini. Mapema hiyo tarehe ishirini na nane za mwezi wa tano 2025 Kuliripotiwa tena mapigano mapya na makali kati ya wazawaza dhidi e ya magaidi wa M23 alanv Kongo pamoja na RDF eneo la Kalonge bana Mulema Kisimba Walikale mkoani Kivu ya Kaskazini. Wazalendo waliamsha popo kuanzia kijiji cha Ngerere Iremia iliyokamatwa tokea hiyo Jumatatu ya tarehe ishirini na sita za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano na lianspef Kongo m ishirini na tatu pamoja na RDF, na baadaye hiyo tarehe ishirini na nane za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano kijiji hicho kikarudi tena mikononi mwa Wazalendo. Tofauti na hapo wazalendo wamechukua pia kilima cha Rushishe kati ya Katobo na Mbukuru. Vita bado inaendelea huku wazalendo wakitamani kuingia Rusamambu, Bukumbirwa, Kishonja pamoja na Kilambo ambavyo mpaka sasa vipo chini ya udhibiti wa magaidi wa M23. Hayo yote yakiwa ya yanaendelea, ndani ya jiji la Goma raia wananyanyaswa na kuteswa na magaidi wa M23 huku wakiwalipisha kodi ya makazi. Kila mwenye nyumba anatakiwa kulipa kodi ya nyumba na kila mpangaji pia anatakiwa kulipa kodi ya, ya kupanga nyumba kila mwisho wa mwezi kupeleka kwa magaidi wa M23. Au hapa, raia wa Goma wakitoa malalamiko yao kupitia Baraka One TV mafini wala karibu na barabara wanakuwa na oblige leo walipe kila mama alipe elfu tano faranga Kongo, mwisho wa mwezi. Kila mama na kila semeni analipa elfu moja faranga, elfu moja faranga bapangai bote ni kulipa, mwenye lupango analipa na bapangai nao wanalipa, kila mpangai mwako mlupango ya mtu analipa, na ile ma ma association za kwao na kamata mauchafu kwa lupango hii bote, basi ma ma ma wafungia kazi wanasema ilfo eo meri ya, na napita kwa malupango kama tele mauchafu, na na wale watu ifo kulipia ndio kule kumeria pasta na kulipia kwa wale watu binyo walikuwa wanafanya vile zile makazi. Sasa swali tunaojiuliza kwa leo, wale watu walikuwa fazi makazi walikuwa na watumishi wanatumikisha, na wale watumishi wote hivi leo watakuwa wanaishi aje hapa mvili ya gogo. Tulisikia kama waliiba ile maasbel, na ile masosiasia kuna na logota uchafu wala kama mapled kubiro ya nanga, lakini hakuna solution walipata kule. Tukasikia tena wanaza sema wanaza forme mezo ya sekurite yao ya baza ya, yao inyo tafanya bata wafa sekurite kwa malupango na kwa onje zote zenye ziko hapa mvile ya Goma. Hivi leo wale watu wale watu wa vijana wanafanya kazi kwa makampuni mbalimbali leo wao wanapenda waishi aji? Tunaona kama ni mbinu zao za kufanya kusema, watu wote watu watu wa Kongomani wote wako hapa Goma, makazi ziwaishie, na yule mkafanya kazi kidogo kidogo ya kupata ku, ya gisha ta kula akose ile moyo wa kufanya gisha ta atapata ile kidogo ya kula juu aone kama maisha hapa Goma inakuwa nguvu, akimbie aache mji wa Goma na aache maparsela zao wao walete watu wao wakuje kwa pandikiza mwa zile nafasi zenyewe. Wakongomani wako wanakimbia sababu ya maisha magumu yenyewe wanayopitia kwa sasa. Vraiment, hii mahabari tunawashukuru wote mnayopitisha, na tungeomba muwe mnafikisha toaku viongozi iswako na fata yote tunapitia hapa Goma, ma ni mambo ya kuzunisha sana, mambo ya hatari ya sana. Asante. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, na moja kwa moja tuingie ndani ya jiji la Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasikitishwa na ujio wa kabila ndani ya jiji la Goma aliyekuwa gavana wa jimboni Kivu ya Kusini na waziri wa viwanda Julien Paluku kwa mara nyingine tena ameonyesha kusikitishwa kwake na ujio wa Joseph Kabila ndani ya mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini akitokea nchini Rwanda. Paluku ameonyesha Kabila ambaye aliwahi kuwafuta kazi wanajeshi ambao kwa sasa ndiyo wanaongoza vikosi vya magaidi wa M23 na akajiuliza maswali yafuatayo: inakuwaje rais aliyowafuta wanajeshi kazi kwa makosa ya uhaini pamoja na uhalifu leo hii wao ndiyo magaidi na rais anapatikana upande wa magaidi hao? Hilo linaashiria kwamba ni lazima raia wote wa jiji la Goma waweze kusimama na kutokukubaliana na mambo hayo ambayo rais mstafu

Namukunasikiza matangazo yetu kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, ikiwa ni saa kumi na mbili saa za afrika ya kati, saa moja majira ya afrika ya mashariki. Rajabu akili Kabonga, the one and only in town DJP eh, kizaba Ayeba ukiwa nasikiliza baraka one TV. Egide kizenga tembele king Sele, the only one kingi kutoka USA, ukiwa akiwa nasikiliza baraka one TV. Tunasikika vizuri pia kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka usa central, pamoja na east Africa. Pamoja na South Africa. Na baada ya matangazo hayo kutoka ndani ya jiji la Kinshasa moja kwa moja turudi mkoani Kivu ya Kusini ambako mapigano bado yanaonekana kuzidi kuchachamaa. Raia waombwa kuunga mkono serikali na sio kuikashfu kipindi hiki cha matatizo. Wakati serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ikipitia wakati mgumu, vita ambavyo vimeletwa na magaidi wa M ishirini na tatu Alliance Fleuve Congo ambao wanasaidiwa na serikali ya Rwanda, Uganda pamoja na nchi washirika, raia wanahitajika kuweza kuwa pamoja na serikali na kuiunga mkono serikali ya bwana Felix Antoine Chisekedi Chilombo, na sio kukashifu serikali na pia kumkashifu raisi, raisi wa nchi mengi na zaidi hawapo. Wanaharakati wa siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo benyi <coughs> balikuwa gere a kabilali gere miaka kumi na mnana, abaingizemo idoloji ya Kinyerwanda, bageuke bageuke, banyerwanda bakongomani balikuwa bakongomani, weyi wahukwambia ubageuze tena Unajua miaka ngapi anapaswa kufanya kusudi ageuze zile akili zenyi zilikuwa balisha zichawika, bazigeuze tena zikuwe akili za ba mtu? Mkuwe mnaacha malangaje za vile, wakati mnaonyesha raisi kwamba ni mzaifu hafanye kazi, anaona mwenzake zi, mwe, weye. Hapana, mwache maneno mwache maneno. Huu ndugu yetu mwenye anakaa Kenya mwenye anasema mara ya mwisho, yeye anasema ya kwamba Kisekedi ni Mungu ndo alimleta. Ni kweli, ni Kisekedi Mungu ndo alimleta, ile puvuare. Kabila hakuipana hakujua Kisekedi ni nani na hakujue ametayarishwa na nani. Mungu alimuleta kusudi akamate ile puvuare. Mnawaza nani? Fayulu angelikamata ile puvuare kama leo Kongo balisha ikamata zamani. Ni mutu wa kusema sema, lakini hana mwelekeo hana msimamo ha? ni ujanja ujanja wa bure bure tu, lakini Kisekedi anaenda huko, anaenda huko, anaenda huko huko huko anakusanya anaenda anaenda ana hizi akili anakamata na zile anakamata na ana zile zote anafanya uchambuzi nitoshe solution wapi. Ule ni mwanaume ni kichwa ya mwanaume mwache malangaje za kudemolarize kude mutu mwenye kwa na waongoza na kumsalire na kumsema vibaya, na amefanya vitu venye hatukumuwazia, hatukuwaza kama naweza maliza na miaka tatu iko muongozi. Lakini leo angali pale Papa Rajabu, leo angali pale Papa Rajabu antuka silvuple kuo kuona kemea zile roho za wale watu wenye wakuwa wanasema maneno yenye haina kichwa na miguu. Na asante sana kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV, na hapo ndipo tunakwenda kungua nanga kwa asubuhi ya leo ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Tukutanane saa sita za mchana, saa tisa pia pamoja na saa kumi na mbili. Hii ni Baraka1 TV ambayo ikua unasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. chao chao.